Wanga niseme nini? Ni chakula bora ambacho Mungu alikusudia. Sasa mtaniuliza tuleje katika wanga huu? Tule kwa namna hii: asubuhi na mapema, kama unaenda na kazi zako saa moja, wale wachungaji labda unaenda na kazi zako saa moja, ikiwezekana weka chakula chako pale, wanga unakuepo eh? wanasema posheni posheni moja, posheni moja ni ngumi yako hivi. Hebu fanya hivi, ngumi yako hivi, hiyo ni posheni moja, hiyo hasa ngumi, ngumi zako nne ni posheni ngapi? Hizo nne. Sasa posheni mbili hizi unaweza ukala asubuhi, alafu posheni mbili hizi unakula jioni. Ule wanga unakuwa umeto aka yani, akakaposheni jamani, mmenielewa? lakini hapo sasa hapo ni sawasawa na gramu 290. Gramu mia mbili na tisini, kwa sababu kaposhe ni kamoja haka, ni sawasawa na gramu 145, haka kaposhe ni kamoja, kwa hiyo mara mbili ni gramu mia mbili tisini. eh, 290 ni umekaribia nini sasa, viposheni viwili sijui bado hujafika hata nusu eh? Ni posheni viwili umekaribia eh, gramu mia mbili tisini sijui mmekaribia, mnaangalia vipimo vyenu. Basi angalia, ni sawa sana kale ka, ka kikombe kale ka kikombe karobo kale eh karobo. Kama unaona ni mnene sana, unakula kaposheni ni moja. Wale wenye kisukari kamoja tu kana kutosha, lakini wale ambao vizuri, unakula robo mbili, halafu na jioni robo mbili, halafu unaweka na protini. Kishaweka na protini yako hapo, unaweka na nini na proteini. Sasa tutaangalia mbele, unaweka na vitamini pale, unaweka na mafuta pale kidogo. Mafuta ni karanga, e, karanga, korosho na nini unaweza ukaweka pale, lakini usichanganye karanga na korosho na vitu vingine. Alafu unaweza ukaweka na e, ukaweka sasa pale na nini labda na, e, na usichanganye matunda sasa na mboga za majani, unaweza ukaweka na katunda ama ukaweka na mboga za majani, ukala asubuhi chakula ambacho kimekamilika, ukaweka labda maziwa Kaika na kitu kingine pale, unakula unashiba kabisa asubuhi. Ukisha shiba asubuhi, usile tena. Sile tena kama ni saa moja usile, saa mbili usile, saa tatu usile, saa nne usile, saa tano usile, saa sita ila saa saba unaweza ukala. <laughs> angalau yapite masaa mangapi? Matano, manne hadi matano, ujaweka kitu chochote hapo. Kama unakula milo mitatu, saa saba unaweza ukala tena, posheni ile inapungua kidogo, halafu unahesabu tena, saa nane, saa tisa, saa kumi, saa kumi na moja, saa kumi na mbili, unaweza ukala tena. Kama unakula milo mingapi? Mitatu, jamani. Kama unakula milo mingapi? Mitatu. Lakini kama unakula ki kibiblia, eh Pasa yuko hapa anaweza akanikosoa kidogo. Kibiblia, Biblia inasema hivi Eliya aliletewa chakula na Bwana asubuhi na sangapi tena na jioni, kulikuwa hamna cha mchana <laughs> yule kunguru alikuwa anajua masaa ya, ya Biblia ya Biblia, maana asubuhi ile ile yani asubuhi ndipo homoni zile zinamwagwa, yani kila kitu kinamwagwa, kinakuwa tumbo limejiandaa kwa ajili ya kula chakula na, nakushauri sio asubuhi sana. Kama umekula saa kumi na moja unahesabu saa kumi na mbili saa moja yani usiku wote ni masaa kumi na mbili kwa hiyo ukijumlisha na ile ile saa, saa, okay, okay, saa masaa kumi na mbili ukijumlisha saa, saa moja saa mbili saa tatu saa nne ukapiga breakfast yako ni masaa kumi na sita ambayo unaweza ukajikuta ndio safi sana, yanayosemwa kana intermittent fasting wanayoisema kule lakini sio intermittent fasting ya kunywa majani ya chai sijui na nini black tea na nini ah ah, hii intermittent fasting, umekula saa kumi na mbili hauli tena, unakuja kula saa nne ile saa nne unakula kabisa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sahi yani taandika ile nanii yenyewe, ukitoka pale umeshiba, kama watoto wanaenda shule wape chakula asubuhi ile saa moja wapige kabisa msosi, waende sijui watasinzia, wakizoea, siku ya tatu watazoea tu. Jamani, bwana Yesu asifiwe. Mnakula nao pale, wakitoka wanaenda shuleni kama shuleni wana, kama wanakula shuleni basi wanakula shuleni ile saa nne halafu utakuja tena kula saa kumi na moja hapa katikati hakuna kula chochote hapa. Itakufanyia nini? Kama wanga utaliwa kwa staili hiyo, maana yake insulini, ile insulini itakuwa imepangiliwa vizuri ukila tu wanga insulini inapanda saa nne saa tano saa sita saa saba saa nane, saa tisa, saa kumi saa kumi na moja saa kumi na mbili umekuda tena insulini inapanda saa moja saa mbili saa tatu saa nne saa tano mpaka asubuhi masaa kumi na mbili imeshakuwa nomo kabisa, hakuna resistance. Kwa hiyo ulaji wa wanga kwa uzuri unazuia kisukari. Jamani, Bwana Yesu azivee sana. Hebu nisikilizeni vizuri na muwe makini. Ulaji wa wanga kwa vizuri unazuia kisukari, na biology ndio hiyo. Na ukibishana na hiyo biology, na mimi nimesoma, nimeenda shule. Kwa hiyo uwe makini, tusibishane sana, wote tumeenda shule. Kinacholeta shida kwenye wanga, kinacholeta shida kali yako, he indi, aya, ukifika mwenge hey, biskuti Ha, ukifika pale nani hey, keki ukitoka pale hey, energy drink. Ukitoka pale tena inakuwa nene, he, umekula kitumbua ukitoka pale hey, umekula hii sasa. Kinachotokea ni nini hapa? kinachotokea ni kwamba ukila tu kitu insulin inapanda. Inapanda, inapanda, inataka kuanza kushuka, saa la pili umekula tena inapanda tena inapanda inapanda ina, ina, ina saa la pili inataka kushuka. Unataka, unakula tena inapanda sasa. Insulin level yake ni hii hapa, ilitoka hapa fya, sasa inatakiwa irudi fya, sasa insulin inapanda fya. Kitumbua hey, hey. kitumbua kitumbua kinatakiwa kuhia. Ah, andazi, andazi hey, hey. na kuja ile. Ah, korosho, hey, hey. Ah, wamesema haya ni mahindi ya, ya nyumbani, mahindi ya nyumbani matamu sana, haya mahindi matamu sana ya nyumbani Aiki chakula cha kwetu kabisa kule Mbeya. Hivi sasa unajikuta kwamba insulini iko yani, imehama kwenye levo yake, insulini imekuja kwenye levo nyingine ya hapa juu. Sasa ikiwa juu, insulini iko nyingi, haishuki, zile seli zinaanza kuzoea mambo ya insulini na nini, zinaanza kufanya resistance. Ndio hiyo inaitwa insulini nini, resistance. Kula kula, sasa insulini resistance na hapo kwa hiyo sasa, insulin ikiwa huku haijashuka umesha kula na glucose nayo iko juu. Kwa hiyo insulin iko juu haijashuka na glucose nayo umekula kula nayo haijashuka. Kinachotokea ni nini? Insulin iko juu na glucose nayo iko wapi? Iko juu. Type 2 diabetes, kisukari cha kisukari. Ndio unasema sukari inasababisha nani? Kinachosababisha hiyo ni haya ambayo yana spiki, yana spiki sukari na nini. Sukari hii ya kawaida achana nayo kabisa, haifai kwa chakula. Soda ina vijiko kumi vya sukari, achana nayo kabisa, haifai. Energy drinki itakumalizia kila nguvu, wewe mwanaume, achana nayo. Haya, nini sasa unachokula, vyote vile ambavyo ni vi keki, sijui nini, vinavyo really, ni vi spiki sukari. Haya, sembe achana nayo sembe, lakini wewe kula wanga uliokamilika. Wanga uliokamilika ni nini? mahindi kama yalivyo na kama siyo hivyo yakoboe upate dona. No, jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Eh, na kama unakula unachanganya na vile vitu vya asili, karanga chukua karanga, chukua nini korosho. Lakini unapokula kula, hapa shiba, usiniambie kiasi gani, shiba kama Mtanzania. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana, shiba kama mtanzania. Kwanza una shida wewe, una shida hata na kuangalia, una shida yoyote sasa wenye kisukari na shida nyingine, hao ndio tutaongea vingine kwamba punguza posheni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wenye kisukari ndio naambia punguza posheni, ongeza na avokado ili ushibe. Lakini wewe kijana, shiba hapa. Ukishiba nenda kwa nguvu ya chakula hicho. Si ulisikia Elia alivyoambiwa, alivyopewa chakula ile? Elia akaambiwa, alivyopewa na chakula na malaika, akaenda kwa nguvu la chakula hicho mpaka akafika Horebu. Sasa na wewe ukitoka pale tembea kwa nguvu ya chakula hicho mpaka jioni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na jioni unakula mapema saa kumi na mbili ikiwezekana kama unaweza, ikizidi sana basi saa moja, saa moja kama basi itaenda sana basi saa mbili. Basi tuseme uko busy sana, usile tena, tutaona na kesho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kisukari kitapona, kisukari kinapona hivi. Kisukari hakiponi Si dokta amesema kisukari ya kiponi? Dokta, na mimi nakwambia sukari inaweza kupona tukirudi kwenye chakula cha asili. Jamani, bwana Yesu asifiwe sana. Nami ni dokta nakwambia, kisukari kinaweza kikapona, lakini uwe na ulaji uliopangiliwa, ulaji ambao unakufanya insulini iweze kurudi kwenye hali yake ambayo. Sasa kimaliza kula sasa, kama ni asubuhi kimaliza kula, hebu niangalie, unakuwa kichwa chako kinakuwa hivi kichwa chako hivi halafu mabega yanarudi nyuma kidogo, unatembea pale, unatembea unatembea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana.